Siku nyingine tena kabisa ya kipekee, tuko ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Kama unavyoona background nzuri kabisa, tuko ndani ya ofisi za UTT AMIS, tunazungumzia headquarter hapa maeneo ya Sukari House. Ukija hapa utakutana na sisi, ground floor, floor ya kwanza na ya pili, lakini ukifika hapa vilevile kwao unatazama, utapata elimu kuhusiana na masuala mazima ya uwekezaji. Inawezekana ukawa unajiuliza bwana, sasa mimi nitajuaje? Ukija hapa, si tuna madarasa yapo kuanzia ya asubuhi mpaka jioni unakuja hapo, unapata darasa bure kabisa, utoe chochote. Ukishatoka hapo juu, unakuja hapa chini unawekeza, unaanza kuwekeza na unakuwa mwekezaji. Bwana mimi naunakuwa mwekezaji, naitwa Ali upoje kuntunye kidimdim Mwandila, niko ndani ya Kijiwe mchongo na UTT AMIS. Karibu sana. Uh, habari nini za mama zangu? Nzuri, kwema kwema. Kwema kwema kwema, mama kwema kabisa. Hongereni kwa kuja makao makuu ya UTT AMIS. Uh, naamini ni kwa mara kwanza leo. Hapana, leo ni mara yangu ya pili. Mara ya pili. Yes. Na, na mama? Mimi mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Mama yangu hapo anaitwa, naitwa Agnes Rashidi. Agnes Rashidi. Na mama? Naitwa Adija Rashidi. Okay. Mmetokea wapi? Kiba. Wote mmetokea Kiba. Eh, mkoa Pwani. Okay. Umesema leo mara yako ya pili una muda gani mpaka sasa hivi toka umeanza kujua UTT na umejiunga? Ndio nimejiunga. Nimejiunga mwezi wa pili tarehe 24. Ah, mwezi wa pili tarehe 24. Na mfuko gani umejiunga? Au mifuko gani? Nimesema mfuko kumbe mifuko yote. Nianza na moja, na liquid. Ah, umeanza na liquid. Okay na mama yangu leo hii, kipi ambacho unahisi kilikushawishi ukaenda ukamchukua mama yangu? Kasema hapana, tuko Kibaa, tunaishi wote, labda kuna kitu kimeweza kukushawishi ukasema naye uweze kuja kumleta. Asante. Huyu nimemshawishi sababu ni mwanakikundi mwenzangu, wote tunaweka pesa kikoba, ila kikoba kile kikoba baadaye kikavunjika baada ya tuko pale bila kurudisha. Okay, kwa nilivyojiunga huku na kuona, baada ya siku chache nikaanza kuingia faida, kama nilipata somo mara ya kwanza na kujiunga nikaona faida naingia kama nikamosha kwenye simu yangu jinsi hmm, nilivyoweka na faida ambayo naingia hmm, kila siku za kazi hmm. E, kwa manake huko nyuma mlikuwa katika vikundi vya hapa na pale hivi vya mjini, si ndivyo, vya mitaani. Mwisho wa siku ikaja ikatokea changamoto. Hmm. E, changamoto ilitokea eh, watu wamekopa hela, hmm, hawakulipa, hawakulipa. E, mwisho wa siku kuna baadhi ya watu mkajikuta wengi mmeingia hasara, hasara kutokana na pesa zenu. E, wengi nimeingia hasara, mwisho ako umefika kuvunja kikoba Mtu ajapokea hela, hela ndani haipo, watu waliokopa wajarudisha pesa wala riba. Maana riba ndio faida kama unapopata hapa faida hmm. na nakapata faida kupitia hmm. kwa watu wanaokopa zile riba. E... Watu hawajarudisha pesa hata hawajarudisha pesa. hata ule uwekezaji wenu hata ile pesa yenu ambayo mlikuwa mmeweka, mlipata? hatujaipata mpaka sasa. Takriban wewe mamangu, wewe kama wewe ulikuwa unadai kiasi gani? mimi kwa dai milioni moja na laki mbili mmoja na laki moja. Na wote mjapata, hata sema hatujapata bado bado, hawajalipa likopa watu watatu. Wote kama mtu alikopa milioni milioni moja, milioni moja. kwa maana yake baada ya hapo ndo ukaja ukasema, hapana, hii idea ya kwamba utoke huko, uliisikia wapi kwenda UTT? Nilisoma gazeti la Mkombozi nikiwa kanisani, bahati nzuri nikaona gazeti la Mkombozi nikakuta nacho kipengele. Ukifika yani, jengo la kwanza ha Sukari House. Sukari House. Eh, Posta, eh, Posta. Eh. Kwa nikaja na ile nakala nikaa nafuatilia okay. Kwa kweli bado watu wengi tunahamasisha bado hajaijua hii kupitia okay. Mm. Okay. So. Mkombozi gazeti eh. la Mkombozi nimefarijika eh. sana kwa ulivyokuja hapa ukaingia darasani ukapata elimu ya kutosheleza kabisa kuhusiana na namna gani jinsi ya kuwekeza ndio nilipata elimu na jinsi mifuko ilivyo kwa kweli kwa nahamasika kujiunga hata na mifuko mingine kwa sababu si pingwi okay. Ninaweza kujiunga mifuko yote hata kuwaunga na watoto Hing. Kwa ajili ya akiba yao baadaye, watafika chuo, ili endelee kujikimu katika hali yao ya ukubwa, kuendelea chuo. toka uvwaza kujiunga huo siuu? mwezi wa pili umesema. E, nimeanza kujiunga mwezi wa pili. mwezi wa pili mpaka sasa hivi kuna utofauti na manufaa ambayo umeweza kuyaona, kusema nimechelewa? kueli, kama nimechelewa hivi kuja UTT, kwa kweli kama nimechelewa e, nimechelewa sana e. Maana kuna vikundi vingi mtaani e, lakini nazidi kuvibalansi e, ili kuviacha e. Maana kutoka naye kule kuna masharti. Kuliko hata UTT hakuna masharti magumu hmm. Lakini kwenye kikundi uweze kuchukua hisa zako bila kufuata masharti ya kuvunja hmm. Kwa tegemea ninapovunja zaidi nitapovunja baadhi ya vikundi vyangu basi ni heri ngaje kuwekeza UTT. Pesa yote. Pesa yote. Mama yangu karibu sana. Asante. Ah, leo umeweza kuingia darasani? Nimeingia darasani na nime nimejiunga moja kwa moja. Mfuko gani? Liquid. Okay. Labda wewe kutokana zile changamoto ambazo zilizoweza uh, kuwapitia kwa pamoja, unahisi ungeweza kupata fursa leo hii ya kukutana na baadhi ya ndugu zako wale wa mtaani ambao mlikuwepo nao katika kikundi, ungewaambia nini? Hebu angalia kamera, jaribu kuwashauri. Yani leo hii nilimwambia mwenzangu, kuna kile kuna kitu chetu kimoja, kwa nini tusiwe tuna kwa mwaka tukaidumgiza e, huku mm. Alafu tukavuna mara mbili yani, pesa hey, yenu hey, ile katika kikundi hey. nye mnakuja mnaiweka kama jina moja hey. la kikundi. Hey, alafu tukaivuna mara mbili kwa maana tutaivuna faida ya mtaani mm. na tutavuna faida ya huku mm. tukisha kuja kutoa kwa mwaka mm. basi tunapata faida kubwa, tunagawana. Nilimwambia okay. hmm. mwenzangu kwa kupitia okay. hilo akaniambia kwamba inawezekana lakini sasa tushachelewa, ushafika katikati, katikati. Tusubiri labda mm, baadaye tukianza tena mm, ndio tutafanya kazi kama hiyo, tofauti na kuweka ndani ya mm, mfuko wa mtu au kuweka nini pale mkoba tulioweka. mm. mm. Sasa hebu tumia fursa hii, waweze kuwashauri wamama ambao leo hii bado wapo katika vikundi sijui vikoba, mwisho wa siku wanapitia changamoto kama mliopitia nyie mwisho mm -hmm. e. si... e. e. wa siku kuja kuwaweka sehemu mbaya, maana hii inapelekea ugomvi, si ndivyo? Kama hao watu sijui waweka hazina, unafahamiana naye, unaheshimiana naye, mwisho wa siku unajikuta msalimiani tena, hii si ndivyo? asas has yule anayedaiwa ameondoka mji huu, yuko nje ya kibao, wengine wameenda sehemu mbalimbali, yani amehama na mji. Manake inabidi sasa ndio uanze kuwafuatilia watu. Eh, lazima niwafuate sasa mimi ndio mweka hazina. Kwa mimi mm. ndio nilitoa hizo hela pamoja alikuwa na, na, na watu walo ambao walikuwepo mm. lakini haikutosha mweka hazina. Mm. Ulitoa hela bila kufuata vigezo rasmi vigumu. Mm. Itakiwa watu waweke vigezo rasmi vigumu. Nikamwambia katiba yetu na katiba za mtaa pia zinatuponza. Mm. Katiba inaruhusu mtu anavyoweka hisa yake anzia, anaruhusiwa kukopa kuanzia laki, laki tano, mpaka milioni, tokana na hisa yake. Maana kachukua hisa yake robo kachukua ya watu. Alafu ajapanda wa akaondoka. Sasa mamangu, hebu tumia fursa hii. Uweza kuwashauri wale ambao leo hii bado wapo katika vikundi sio vikoba kufanyaje? Hebu waambie, jamani, mnachelewa. Njooni UTT, sema salama. Mnapata faida taasisi za serikali kama hapa, naamini hata nuru inaanza kurudi. Kweli sio kweli? Kweli sio na amani. Yaani, ile kausha damu stress, unawaza hivi hela, kijiji, hivi hela wanakijiji kanivamia mimi. Sasa kidogo hivi wanakijiji wasio wakanivamia. Na washauri ndugu za na shauri ndugu zangu ambao tuko katika vikoba katika michezo ni heli tukoje kuwekeza UTT, ili tupate na faida vile vile, inakuwa ni sehemu salama. Ufikiri mtu kapata dharura, labda yuko ICU, huwezi mm, kumdai hela kibinadamu, mm, lakini UTT ukiweka hela yako ina amani, mm, na unapata faida kwa kile ambacho ulianza kuwekeza. Ina eh, inakaa sehemu ni amani, huwezi kumdai mtu mwingine, lakini mtaani ambao ni bado ni pachungu, mm. Pia nitazidi kuhamasisha mwingine kibaa ambao na vikundi karibu hata vinne na vikundi vingi yeah. nitaendea kuhamasisha nimeanza na Hadija yeah. lakini wengine pia nitawaleta, tutawashauri hadi yeah. watoto zetu yeah. wasiweke vikoba kwenye vipochi, kwenye hela aiwekeki Ay, yeah. na aitoi faida. Faida inapatikana huku UTT, ukiweka milioni tano yeah. unaweza una ukavuna kila, kila siku unavuna kama mia mbili mia mbili kama mia tatu mia tatu unaingia na unaiona kwenye akaunti yako ya simu ndo tunavyoshauri. hmm. hmm. na tutashauri na wenzetu wa sisi waje watakuja, e, na vikundi vitakuja vitahamia huku huku <laughs> vili vije kuzalisha mapesa, tutawamisha na vikundi nyumbani kule. Tunafanya kazi ya kukusanya tu huku, tunakuja kuweka waje huku? UTT, UTT. Kwa ka... majina ni mwanafunzi uh, so uh, uh, yeah, okay. ni ni okay. Civil Engineering. Chuo okay. okay. uh, uh, kikuu. Ni kwa mara ya kwanza umekuja katika ofisi za UTT, au ni mara kwa mara huo na uh, kuja hapa leo ni kwa mara ya kwanza. Okay. Ila sio mara ya kwanza kusikia neno UTT O, UTT ulisha kulisikia, na ni mda gani nitoka uanza kulisikia? Ah, ni kama miezi minne mitano nyuma. Aa, kuna dokta alikuja chuo akafanya presentation, ndo kwa mara ya kwanza nikasikia neno UTT na nikaanza kufuatilia, hatimaye leo ndo nimekuja hapa ofisi. Na toka alivyoweza kusikia katika sikio lako UTT AMIS kwa unavyokumbuka ukashawishika, leo hii mpaka umekuja hapa ofisini na kujiunga, naamini utakuwa ushajiunga kati ya mifuko mmojawapo, au umejiunga mifuko zaidi ya ile mifuko yetu sita. Kipi kilichokushawishi unachokumbuka, ulivyosikia neno UTT AMIS? Ah, kikubwa ambacho kilikuwa kimenishawishi ni, ni, ni jinsi ya uwekezaji wao. Cha kwanza ukija kuangalia katika hii mifuko ina utofauti na ukiwekeza binafsi, si ndio? Ina maana ikitokea kama kuna asara yote imetokea kwa namna moja au nyingine kwa distributed loss inakuwa sio kubwa sana compare na wewe mwenyewe ukifanya investment yako katika sehemu zingine. Hilo ndio jambo ambalo mimi nimevutiwa nalo yeah. Na leo ulivyokuja hapa uliweza kupata wasa na fursa ya kupitia yale madarasa yetu eh, yeah. Okay, nilipitia mawili yeah. Matatu ambayo unayakumbuka? Ah, kitu cha kwanza nilikuwa sikuwa najua kwamba nilikuwa na kitu cha kwanza ambacho aga sikua najua kwamba je yeah. hizi faida zinapatikana vipi? Hii UTT AMIS uwekezaji wako unafanya katika masoko mawili, masoko ya fedha na masoko ya hisa, ila masoko ya mingine ya fedha ni, ni. Kwa hiyo kupitia UTT AMIS wenyewe unawekeza sehemu fulani, wakisha wekeza faida tena inarudi kwako. Kwa hiyo inakuwa kama ni closed loop fulani hivi. Pesa inakuwa inazunguka umo umo, haiendi mbali. Na kingine ni hilo swala la upotezaji wa rasilimali ya pesa ambazo umewekeza, si ndio? Inakuwa ni ngumu sana moja kwa moja account ku collapse. Na swala pia la nimevutiwa nalo ni swala la uaminifu kwamba usalama, usalama unaweza kuweka pesa leo zaidi ya miaka 20 pesa yako ukaikuta. Hata kama wewe ukiwa umefariki kuna watu ambao uliwaandika nyuma yako wanaweza pia kuwa na access na account yako, okay. Ah, naamini ni vitu ambavyo hata kwa mtu ambaye anayekutazama pale anaweza akawa umeelezea pointi husika na muhimu. Unajua, kikubwa UTT si tunachoangalia cha kwanza kabisa usalama wa pesa zako wewe kama mwekezaji, umeelewa? Lakini vilevile tunaangalia unapowekeza, je, unapata faida. Nafikiri kwamba uliambiwa Eh, kuna masuala ya wastani asilimia kumi na mbili kila mwisho wa mwaka eh, sometimes kwa mfano kama mwaka jana kuna baadhi ya mifuko ilifika hadi asilimia kumi na tatu umeelewa, hadi kumi na hadi kumi na nne ilifika hadi asilimia, nimeona pale, ishirini na nne ishirini na nne pointi sita kama sijakosea, okay. Ni asilimia kubwa, na maana ukichukua tu kwa mwaka mzima, kimfano tuashum unaweka una laki moja sindio, wanatoa asilimia moja sindio Sema moja kila kila mwezi, ndio. Lakini hiyo pesa ukicompound kwa mwaka mzima na asilimia kumi na mbili, ndio. Na maana kama kwenye asilimia kumi na mbili, kama ulikuwa umeweka laki moja, unakuwa na laki moja na elfu kumi na mbili. Ukipiga kwa miaka mitano, unapiga power tano, yaani ni compounding effect. Sio kujumlisha, unazidisha power tano, yaani exponent tano. Ndio kuja kuona ni tofauti na mtu ambaye ulikuwa na laki moja, ukiweka kwenye account yako, labda maybe, mitandao ya simu unaweza ukatoa, ndio ila ina maana kama ukiweka huko unaweza kufanya mambo mengine, ni nzuri, inaweza kusaidia watoto. Nimeona kuna, kuna mfuko mmoja nilipokuwa nao huko, watoto. Watoto fani. Eh, ina maana kama unaona kiasi chako cha pesa kwa muda fulani akipo vizuri sana unaweza unaweza unaweza. Hivi ni ni kupitia kamera pale, ungependa uweze kumshauri nini? Naamini kwamba una rundo kubwa sana la marafiki. Kuna wazazi wanakutazama sasa hivi kama kioo chao, ungependa uweze kuwaambia nini hasa kuhusiana na UTT AMIS? Inawezekana kuna baadhi ya watu wanasikia tu UTT, lakini mtu hataki kujihusisha, mwisho wa siku sije ikawa ile wanasema majuto ni mjukuu cha kuwashauri ni kwamba muda ni bado upo, haujachelewa. Hiki ndio kipindi cha sahihi kwa ajili ya uwekezaji, na maana kama mimi kijana kama mimi sasa hivi nina nguvu, si ndio? Ni hiki kipindi cha kutafuta, inafikia, kuna kipindi sitokuwa na uwezo kufanya nini, kutafuta, ila kupitia uwekezaji, kupitia hii UTT AMIS, na maana nikapata faida baadaye pindi ambapo sina nini, sina uwezo wa kutafuta. Waje, haujachelewa, mifuko ipo na mingi pia, na ki, kiwango cha kuweka hawajalimit, si kwamba minimum ni elfu kumi ambao kila unaweza ku-afford. Maximum hajaweka kiasi chochote unaweza kuweka. Haja sile waje kufungua mifuko ni mizuri. Bwana vipi? Safi kabisa. Mko poa kabisa. Bwana mimi naitwa Ali Upuju na tuko hapa UTT, sio unaitwa nani? Naitwa Eric Fredy Mwangobola. Eric. Ndio boss. Okay, sawa. Eric mimi nilikuwa nataka niweze kukuuliza kitu kimoja, umekuja UTT kwamba unaifahamu muda mrefu au umekuja kuongeza mfuko au ndio kwa mara ya kwanza unakuja? Ah, mimi ndio kwa mara ya kwanza nafika hapa UTT ila nilikuwa naisikia tu hapo mwanzo

Actually nataka kupata elimu pia si, lakini elimu yeah, zaidi, lakini pia ni nimeanza kuielewa kwa, ni kwa sababu nimeona faida zake wakati baba alikuwa amefungua na imemsaidia kwenye kumpunguzia majukumu mengi okay. Kwa mfano kwenye ada yangu pia okay. Yes, ungepata fursa hii uweze kuwaelimisha au kuwashauri marafiki zako nyumbani, kutokana na experience yako, UTT imeweza kukusomesha kuanzia form 1 mpaka form 4. Ungependa kuambia nini marafiki zako na wanaokutazama? Uh, mimi ambacho ningependa nigepe, mimi kuambia labda, UTT ni sehemu sahihi ya kuhifadhi pesa, pesa zako kuachana labda na taasisi zingine, hapa ni sehemu sahihi, kwa sababu faida ya kwanza ambayo mimi nimeipata uh, ni ile kuwekeza kwa baba hela, hatimaye sasa hivi zimekuja kuwa za kwangu zokuwa ameziwekeza baba, washauri wa Tanzania wote kuwekeza hapa kwa sababu ni sehemu sahihi jamani. asi akasema sijawaambia. Mimi nanufaika bwana, leo nafurahia kuja kuifungua kwangu mimi yes. Hakuna kitu kama UTT AMIS, hmm. Paka sasa hivi, mtu ambaye, hmm, ni ambaye hajaelewa nini kinaendelea amechelewa okay. Tunamwambia kwamba sisi akija hmm, pesa yako na UTT AMIS kwa pesa yako na UTT AMIS hivi, e, mnapataga fursa ya kuweza kuwaelimisha wale wana vikundi wa mama wanaocheza michezo ya upatu swika, ushadamu waweze kutoka katika elimu ya, ya kuweka pesa kule na kuja UTT waweze kuona faida zao kwa sababu kule tunaona ni changamoto nyingi e, wa mama wanapigana wa mama ugomvi, unakuwa unaweza kukuta wewe alikuwa ushoga yako kutokana na pesa tu ile mmezulumiana, ushoga umekufa. Hivi mnapataga fursa hii ya kuingia mitaani? Naam, wala wala mama tunapata fursa ya kukutana nao, tunaingia mtaani tunawaambia. Haina haja ya kwenda kausha damu, haina haja ya kuweka fedha kwa mtu, au kwenye kibubu. Huwa tunawaambia, "Leta UTT AMIS kwa sababu pesa yako ukiweka UTT AMIS pesa yako inaongezeka. Hautapata dhoruba la aina yoyote. Hutapigwa, hutadhulumika, pesa yako sehemu salama na haijakaa tu umewekeza, kwa maana hiyo inatengeneza faida, pesa yako inaongezeka thamani, elfu kumi ndani ya mwezi au elfu kumi tena inakuwa elfu kumi na faida juu. Eh, hivyo mi mimi nawashauri wa mama wanaowekeza kwenye wanaocheza michezo hmm, wanaowekeza kwenye vibubu hmm, waachane na hizo zama za kale hmm, waje UTT AMIS mpango mzima Tushap, tushatoka huko hmm, kitambo sana, kitambo sana. E bana, kama ulivyotoka kuweza kusikia baadhi ya wawekezaji wamezungumza mengi sana, ambao walikuwa wanatoka hapa. Tumeweza kuchakata na kuweza kuzungumza nao mambo mengi kuhusiana na masuala ya uwekezaji, na wao wameweza kuwa bayana kabisa. Kuna baadhi ya watu eh, wametokea huko Morogoro, kuna baadhi ya watu wengi wametokea mikoa mbali mbali, lakini mwisho wa siku wamekuja kukutana taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara na na ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji maelewa. Tunazungumzia UTT ya AMIS Taasisi ya serikali unawekeza serikalini, lakini vilevile vile unapata wastani wa faida wa asilimia kumi na mbili kila mwisho wa mwaka. Tunazungumzia ndani ya miezi kumi na mbili unapata wastani wa asilimia kumi na mbili lakini bila kusahau taasisi ambayo ni sehemu salama ya uwekezaji. Mimi sitoacha kukwambia tuwekeze na UTT. Ndo mpango mzima na humchongo. Eh, hey, bwana sasa tumemaliza. Bye bye. Kijiwe Mchongo na UTT Amis imenifikia. Kijiwe Mchongo na UTT Amis imenifikia. Kijiwe Mchongo na UTT Amis kimenifikia. Kijiwe Mchongo na UTT Amis imenifikia leo. Kijiwe Mchongo na UTT Amis imenifikia.